Pro clients, leo ni na fursa nzuri sana ya uwekezaji Kigamboni Mikadi Beach. 2 km from ferry, 5 km from daraja la Nyerere, barabarani kabisa, kama unavyoona, mradi uko barabarani mjini kabisa and guess what? Beach, mradi huu wa Blue Heaven unakuja na four type of properties. Tuna studio, tuna one bedroom tuna two bedroom, tuna three bedroom. So either unatafuta property kwa ajili ya mambo yetu yale ya vacation rental na nini au unatafuta kwa ajili ya familia, mradi huu unakupa option zote. Mradi huu ni moja ya miradi ambayo inakupa best value for money. Kwa nini? Kuwa karibu na mjini, cha pili kuwa beach, cha tatu mazingira yaliyotulia ya ambayo yanafaa kabisa kwa ajili ya familia. And guess what, the price, fedha kidogo tu milioni mia na sitini na tano ndio kiwango cha chini cha kupata nyumba hapa, milioni mia na sitini na tano. Na hiyo milioni mia na sitini na tano unailipa kidogo kidogo kidogo kidogo, 20% deposit, na unaendelea. Hata kama 20% haifiki, mradi huu unakubali, hata kama una milioni moja, hata kama unaamua kuweka kibubu Mikadi unaweza. Mradi mzuri, fursa nzuri, sehemu nzuri, wasiliana na sisi leo, sales@afrocaya.com, au kwa namba yetu ya simu